Huyu mwanambili sasa, leo umegumua huyo mwanamke aliyehusua mume wao rafikia, sikiliza hmm. maelekezo yao. Umefika umeumia umeumia kwa mara mbili, mumeo ume, alafu irafikia Grace wakati amefika, anakutazama huyo, hujui anataka kukwambia nini, ila unamuona hayuko sawa, watu yake Atakapoanza kukwambia acha kuniumiza mimi, ndio unashtuka kwa sababu ukweli unamuumiza. Tunachotaka sisi umwambie ukweli, kwa maana nasokamakili, mtu ambaye anaongea maumivu yake kutoka ndani taratibu, ila tupate hisia yenyewe ya mtu anayeumia. Machache ndio sawa

Hongera na pole pia. Asante. Wanakutambua jina gani? Naitambua kwa jina la Grace jina ambalo lilopewa na wazazi wangu ila kwa Odoji ni jina langu la Instagram na TikTok. Na TikTok. Ehe. Sawa, mshiriki namba 33, tatu tatu, naitwa Adija Mzee, jina la wazazi, jina la mitandaoni nasimiache upe makabila. By the way binafsi ni niwapongeze kwa kile ambacho mmekionyesha, swali la msingi ambalo kila mtu angetamani afahamu. Ninyi ni, ni mlikuwa mnajuana before kabla ya kuja hapa ama ama kwa nini mmekuwa na kapo moja kali sana chemistry ya kufa mtu Amna um, haba damu ziliendana, kwa sababu mimi nimemuona tu, nikaona nikae naye sawa. Tunapewa, tunapeana mawazo hapa na pale, yani kujiamini, tunaaminishana kwamba tutaweza, tutafanya kitu kizuri, kitatokea kitu kizuri mm. Ndio maana tukafanya kitu kizuri, kwa kwetu sisi tunakiona kizuri. Sasa sijajua kwa majaji wetu ndani mm. e. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kwako uweze kutoa mchozi ama ilikuwa ni ngumu kiasi gani sana? ipo <laughs> <laughs> kwenye damu Yeah, yani mara, mara nyingi wewe unafanyaga hivyo. Yeah. Unafanyiga yule ambaye afahamu hivi vitu wewe unawaza nini mpaka mchezo unatoka, unawaza moment ya kofiwa ya kuumizwa kimahusiano unawaza gani? Mimi mimi na na na na script uliopewa. Eh. Eh. Oh. Mtu anakuambia kabisa kwanza kwamba rafiki rafiki yangu yangu anachukulia mume anauma. mume mume mume anauma? anauma, mtamu. Wewe. Kwa hiyo maana nikafuta ile picha yule hey, fanyia, rafiki Kwa ni lazimani, hmm. yule bwana. Anavonifanyia lazima yoyote yule ambaye ameolewa lazima react kiukweli. Yaani singe ulia ati nimedanganya. Yaani wewe si lazima ulie. Yaani wewe lazima, lazima chote litoke. Ulikuwa na hofu yoyote kabla kuingia? Hapana, sikuwa na hofu, kwa sababu si nieleze vipi, ila tuachane nayo, kwa sababu sanaa iko kwenye moyo muda mrefu sana. Tuachane nayo, kwa sababu nimepambana sana pia, ili tangazo la Siwa Entertainment limenifumbua lakini ni kitu ambacho nilikuwa nakiwaza toka mwanzo. Atokee mtu yote atutafuta sisi tuliokuwa tuna vipaji ambavyo hatuwezi kufikia kama walivyofikia wao, na sisi tufikie kama walivyokuwa wao. Na ndio maana nikapambania fursa na kuja kujaribu. Ila licha kujaribu, najua nitaweza kwa sababu sanaa iko kwenye damu. Wao wenye majaji wanaelewa nini tumefanya mm. na nini kinatarajiwa kutokea, ukapata nafasi unahisi ulistahili? Eh, astahili mm. yeah. yeah. yeah ila kikubwa, majaji wenyewe ndio nawaacha wao ndio watakao jaji pia, kitu gani nimekosa. Sio riski eh, e jaji upi ambao na mofia wao, kweli? Hapana, hamna tu, kwa anaangalia mimi nafanya nini eh, nani? Mathalani ikatokea amekosa amesema, yule ajui kati ya wale majaji waliokuwa pale mbele, palembele mm, sizani kwa sababu siwezi kujua. Kwa sababu kila mtu na moyo wake, na wao ndo wakubwa ndo wanajua kila kitu kinachoendelea. Hii chozi ilikutoka, uliwaza nini? Umesema <laughs> mume anauma, <laughs> mume mtamu, mume anauma. Kutokea labda moment fulani ambayo ikapelekea wewe kufi, kukumbuka, ndo maana mtuza kutoka. Mimi nishanikuta ila sio kwa mume wangu, yani ni mwanaume wangu wa kabla sijaolewa, rafiki yangu kabisa yani, ila mpaka leo ajuaje, ila mimi najua yako, alitembea na mwanaume wake, mwanaume wako

kuiba hapana, yeah. Sijai <laughs> kuiba ila mi naibiwa, yeah, e, mtu akinianza yeye kunichukulia na mimi nafuata na kuchukulia. Wewe nani usichukulie, kama wewe unachukua venzio, eh mm. E, unachukuliwa tu kama wewe umegewa sinia huyu, afu wewe umegewa ya huyu, kwamba wewe ulalamike ama ulie, huyu ndo amekuibia. Unasugeza kufanya kumzidimu zako ningefanya, kwa sababu kila mtu na, m, the way na machozi yake alipo na kitu kilichomuuma. Unajua kitu kikikuuma kikifikiria unaona, hapa hapa naniliu na, na, natusua hapa hivyo yeah. Hey, inatokeaga sana kwa nyumbani kama mimi na, yeah. Kwa alinita, kwa na rafiki yangu mash kunishtumu kwamba nimetembea na mwanaume wake ambao sio, kwa sababu nilienda mwanaume wake aliniita nikamwombee msamaha kwa mwanaume ndo kamkila mwanamke na nikamwambia rafiki yangu naenda kwa mtu fulani huko nini, kanita tukaongea ili nini nije nikuombe nimwombe msamaha kwako, ila akahisi nimetembea naye so kitu kiliniuma na mpaka leo na mpaka nakufa kitaachwa kuniuma hicho kitu. Kwa maana imekuwa rahisi pale kwa kukuonesha leo leo onyesha. Yeah. Ah, kila la heri. Inshallah, amina.